Mitani bilioni, karibu sana na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, leo limeunda kamati maalum itakayoshughulikia mwenendo wa maandalizi ya timu ya taifa Tanzania Taifa Stars, hususan katika kipindi hiki ambacho inaandaliwa ama inakabiliwa na michuano ya kimataifa ikiwemo kufuzu kwa kombe la dunia na kufuzu kwenye michuano ile ya AFCON. Taarifa ya mwanamichezo wetu Ezekiel Mambopo inafafanua zaidi. Kamati hiyo maarufu kama kamati ya Taifa Stars imeanza rasmi kazi yake, ikizingatiwa kuwa Stars ambayo iko nchini natarajia kurusha karata yake ya kwanza dhidi ya Algeria Novemba 14 ikiwa chini ya kamati yake hiyo maalum itakayoongozwa na viongozi mbalimbali wa soka hapa nchini, akiwemo Juma Pinto na Imani Madega. Kwa mujibu wa afisa habari wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF Baraka Kizuguto, kamati hiyo itakuwa na jukumu la kuimarisha huduma kwa wachezaji pia kuandaa na kusimamia mikakati ya ushindi. Rais wa TFF Jamali Malinzi ameunda kamati maalum itaitwa Kamati ya Taifa Stars ambayo itakuwa na majukumu haya yafuatayo. Jukumu la kwanza la kamati hiyo ni kuimarisha huduma kwa wachezaji, ya pili ni uhamasishaji pamoja na masoko. Katika mkutano huo na waandishi wa habari Kizuguto ametangaza viingilio vya uwanjani katika mchezo wa Jumamosi wa ligi kuu soka Tanzania bara utakaozikutanisha timu za Yanga na Azam FC katika uwanja wa Taifa jijini Dar es Salaam, ambapo kiingilio cha chini kabisa kitakuwa ni shilingi elfu tano kwa viti vya rangi ya kijani bluu na rangi ya machungwa, huku VIP B na C shilingi elfu ishirini na shilingi elfu thelathini kwa VIP A. Kiingilio cha chini shilingi kwa viti vya rangi ya bluu, kijani na rangi ya machungwa, shilingi elfu ishirini kwa viti vya VIP B na C. Sambamba na ligi kuu bara kuendelea mwishoni mwa juma hili, ligi daraja la kwanza pia inataraji kuendelea pia kwa jumla ya michezo 12 katika viwanja mbalimbali mbali vya miji tofauti hapa nchini. Kutoka Dar es Salaam, kisa Mwepiana, Channel 10.